Rais wa Marekani Donald Trump alitangaza Ijumaa kwamba kampuni ya Boeing itaunda ndege ya kivita ya baadaye ya jeshi la anga ambayo Pentagon inasema itakuwa na uwezo wa siri na wa kupenya ambao unazidi kwa umbali ule wa fleet zake za sasa na ni muhimu katika mzozo unaowezekana na Uchina. Inayojulikana kama Next Generation Air Dominance, au NGAD, ndege hiyo yenye rubani itatumika kama robo kwa kundi la ndege zisizo na rubani za siku zijazo iliyoundwa ili kuweza kupenya ulinzi wa anga wa China na maadui wengine wowote. Mkataba wa awali wa kuendelea na uzalishaji wa toleo la jeshi la anga una thamani ya takriban dola bilioni 20. Rais Trump ambaye alitangaza tuzo hiyo katika ikulu ya White House pamoja na Waziri wa Ulinzi Peter Hegseth na uongozi wa jeshi la wanahewa alisema kwa kishindo kwamba mpiganaji huyo mpya ataitwa F-47. Jeshi la wanahewa baadaye lilitoa taarifa likisema nambari ya 47 ilichaguliwa kwa sababu kadhaa. Inaheshimu urithi wa P47, ambayo michango yake kwa ukuu wa anga wakati wa vita vya kidunia vya pili bado ni ya kihistoria. Zaidi ya hayo, idadi hiyo inatoa heshima kwa mwaka wa kuanzishwa kwa jeshi la wanahewa, huku pia ikitambua uungwaji mkono mkuu wa rais wa 47 kwa mpiganaji wa kwanza wa sita wa ulimwengu. Jenerali David Alvin, mkuu wa wafanyikazi wa jeshi la anga, alisema, tutaandika kizazi kijacho cha vita vya sasa vya angani na hii na Hegseth alisema, fleet za baadaye zitatuma ujumbe wa wazi na wa moja kwa moja kwa washirika wetu kwamba hatuendi popote. Wakosoaji wametilia shaka gharama na umuhimu wa mpango huo, kwani Pentagon bado inajitahidi kuzalisha ndege yake ya kisasa zaidi ya F35 ambayo inatarajiwa kugharimu walipakodi zaidi ya trilioni 1.7 katika muda wake wa maisha. Kwa kuongezea, mshambuliaji wa siri wa baadaye wa Pentagon B21 Raider atakuwa na teknolojia nyingi za kisasa za nyenzo za hali ya juu, AI propulsion na stealth zaidi ya ndege 1100 za F-35 tayari zimejengwa kwa ajili ya Marekani na washirika wengi kima wa kimataifa. Kundi la washambuliaji 100 wa baadaye wa B-21 kwa makadirio jumla ya gharama ya angalau dola bilioni 130 pia imepangwa. Ndege za kwanza za B-21 sasa ziko katika safari za majaribio. Maelezo machache ya jinsi mpiganaji mpya wa NGAD angeonekana yamekuwa ya umma ya, ingawa Trump alisema matoleo ya awali yamekuwa yakifanya majaribio ya ndege kwa miaka mitano iliyopita. Maonyesho ya Lockheed Martin na Boeing yameangazia ndege tambarare isiyo na mkia na pua kali. Uteuzi wa Boeing, ambao umekabiliwa na shinikizo kubwa kutoka kwa Trump juu ya kuongezeka kwa gharama na ucheleweshaji wa programu kwenye Air Force One, ulikuja baada ya uchambuzi huru wa jeshi la wanahewa Afisa mmoja alisema kuwa sharti la kutojulikana ili kutoa maelezo ya ziada juu ya uteuzi huo. Ofa ya Boeing bado ilikuwa imedhamiriwa kuwa dhamani bora zaidi kwa serikali, afisa huyo alisema. Jeshi la anga halijabainisha ni ndege ngapi zitatengenezwa katika taarifa yake. Hata hivyo, Alvin alisema kutakuwa na F-47 nyingi zaidi zitakazozalishwa za kuliko F-22, ndege ya kivita ya hali ya juu ambayo inachukua nafasi yake. Sasa kuna takriban ndege 180 za kivita za F-22 zinazohudumu. Mkataba tofauti wa Navy kwa toleo lake la mpiganaji wa NGAD bado uko chini ya ushindani kati ya Northrop Grumman na Boeing.